E, asalamu alaikum, mambo vipi brada Msangi e, bwana mimi naitwa Hamisi e, nipo Lindela hapa. Kuna habari nataka nikufikishie bwana muda kiongozi. Bwana muda sana nilikuwa nakutafuta hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu nimekupata kiongozi wetu e, wewe ndio msaada wetu bwana. E, bwana, mimi nipo Lindela bro hapa, mimi na mwezi mmoja sasa hivi eh Jisikati hapa kulitokea fujo hapa za Malawi walipewa mkate na hepo. Wao wakaleta fujo kukompleni kwao. Bahati mbaya, kuna Mtanzania amechungulia dirishani, amepigwa buleti ya macho, kwa hiyo ujamaa amekuwa kipofu. Sasa hivi yeye ana miezi miwili yupo ndani hapa, ana msaada wote zaidi ya sisi kununua vikaranga vipipipipi vijuisi kumpelekea pale na hawajamaa kumtoa hospitali za nje hawataki, wanaogopa kesi. Huyu jamaa yuko mpaka sasa hivi hapa hana msaada wote. Kiongozi, nilikuwa nahitaji msaada wako kiongozi wetu, ili tumsaidie huyu bwana. Na kuna tatizo lingine moja, huyu bwana amecomplain, yeye ni mbangubangu, kuja kumchukulia kali vizuri. Amesema balozi kashakuja hapa ila balozi kamkataa kutokana na kompleni yake, ni Mozambiki lakini Mtanzania. Si unajua zile zetu zile, una kompleni bwana Mozambiki, uende faster urudi, ni Mtanzania. Kwa hiyo kapata na tatizo hilo hapo brother, yeah. anahitaji msaada. Nimejaribu kupiga simu kwa ndugu zake, naona mimi sielewi, au ndugu zake wenyewe. Na namba zao simu nitakupa hapo, ili uwachukulie maelezo vizuri. Huyu bwana kiongozi, bwana anahitaji msaada na kesho nitampiga picha na mwenyewe utaongea naye ili akupe maelezo vizuri ilikuwaje. Na ndio hivyo tu, bwana kiongozi wangu, asante sana kwa kunisikiliza kiongozi. Vipi brother, msange za huko? Mimi bwana namba wana Ramadhani hapa, nipo Lindela. Eh, hapo nilikuwa nimefika tarehe 9 mwezi wa kwanza ule. Nimefika kama leo tarehe 9, tarehe 10 natokea maandamano wasutu na security walikuwa wa Malawi walikuwa wanagombana kisa chakula kidogo. Sasa sisi tumekaa chumani kwetu, mu security wakawa wanapiga piga bunduki la babuletes. Maana nashangaa, imepita dirishani mkuja kunipata mimi au uso. Ya usitongea hapo tongea siku hiyo, bado nikasio siona. Wamenipeleka hospitali lakini hajafanyia machunguzi yote, wamenipa dawa tu za macho. Hizi ndo natumia mpaka leo, bado sijaanza sija kuona, naona giza tu. Ndo hivyo ilivyokuwa. Mimi naitwa Ramadhani, natokea Mwananyamala kisiwani. Kompleni yako ndio kompleni hapa, mimi ni kompleni kama bangu bangwa lakini Mtanzania balozi, lakini bado sijakutana naye balozi, balozi, balozi, hmm. balozi alikuja Tanzania, wakamstakia hapa yeah, bwana kuna ndugu yetu kapata matatizo yeah, akasema bwana nikimaliza hapa nitaenda kumona, lakini yule anakaenda kama mbangu bangu, akasema ndio kompleni yake ni kama bangu bangu apatulaisokdi South Africa yeah, lakini ule ni mtanzania yeah. mm. Akasaa basi nitaenda kumuona balozi ajaja. mm. yeah, yeah. mm. mm. uh, hapa mi nataka kusaidia wana ipeka hospitali ya nje nione hapo nyewe naona sipo self. Hapo sasa nenda miezi mitatu. Siona giza tu mwanangu, mi naomba msaada bwana, kwa Tanzania tunamwamini kiongozi wetu, kashasaidia watu wengi sana mwanangu, kashasaidia um, watu wengi sana. Tuombe Mungu tu afanikishe msala kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, msala utakuja inshallah, inshallah. Nashukuru yeah. na asante yeah. yeah. hamna noma no, ndugu yangu Ramadhani mm. tuombe dua tu, tutakuwa sawa <laughs> utaona mwanangu, wala usikonde, mtiani tu Mwenyezi Mungu, tunakuangalia mama, tayari E, da brother, mimi natokea Debeni, Debeni la seli pale. Nilikuwa naomba msaada, bwana. Mwezi wa tatu mimi sioni, shaka sina, naona giza tu, na mimi anisaidiki chochote. Amenipa dada kutoa ile matongo tongo. Mwezi wa tatu hapa mimi naona giza tu, kwa naomba tu msaada kunitoa nje nipate huduma, brother. Mm. Debeni kuna ndugu zako nani na nani? Bla Msanga afikishie ujumbe. Debeni kuna mkeli wangu wa pale ndugu za wajomba mm. wawili wapo pale mm. yeah, okay, nana nani, labda ba Msanga awaambie pale. Mwakse anatuma katika grupu uh, la mabaharia pale po Jabili, Jabili Juma pale Eh, naomba mfuishe ujumbe kunisaidia kunitoa, sipo hapa wenyewe, zipo chakula chenyewe ndio iko kipasu kidogo, amna huduma yote, akikupa uji saa moja ile mpaka mm. chakula chingine saa saba, saa saba mpaka kesho tena inshallah.